Najua kwenye pita pita na mizunguko yako utakuwa umesikia simulizi, hadithi na soga nyingi kulihusu taifa la Israel. Israel ni taifa dogo kijiografia na hata idadi ya raia wake ni ndogo sana, lakini linawekwa kama miongoni mwa mataifa yenye nguvu sana ulimwenguni. Ukirudi kwenye kitabu kitakatifu kinachoitwa Biblia ama the Holy Bible kinaelezea taifa hilo kama taifa teule, yaani limebarikiwa na Mungu, na ndio maana watu wake wanasemwa kuwa wenye upeo mkubwa sana na akili nyingi. Watafiti wameenda mbali sana wakisema miongoni mwa wanasayansi wakubwa hapa duniani ni Wayahudi, ikishuhudiwa kwamba Albert Einstein alikuwa ni Myahudi. Sasa cha kushangaza ni kwamba wana wa Israel wana dini yao ambayo inaitwa dini ya Kiyahudi ambayo pia katika dini hiyo hiyo wanacho kitabu chao ambacho wanakitumia na maandiko yaliyomo ndani ya kitabu hicho ndiyo anatumika kuongoza hiyo dini ya Kiyahudi. Kiufupi ni kwamba Israel hawatambui kuhusiana na Ukristo wala hawamtambui Kristo. Wanachojua kwamba alikuja, alikuwa ni mtu ambaye alikuja duniani, alishapita duniani na kuondoka zake. Lakini pia hawakitambui kitabu cha Biblia kama miongoni mwa kitabu cha kuongozea dini yao hiyo ya Kiyahudi. Sasa hapo nimekuacha na maswali. Lakini kurudishe nyuma kidogo katika historia, kuna kitu kinajulikana kama Zionism. Hii ni movement ya Wayahudi. Nyuma kidogo huo inasemekana kwamba alikuwepo bwana mmoja aliyejulikana kama Adolf Hitler miongoni mwa watu ambao wanasemwa sana katika historia ya dunia hii kuwahi kupita. Bwana huyu alikuja na mbinu yake ya kutaka kuwateketeza ama kuwaondoa kabisa katika uso wa dunia Wayahudi. Hivyo basi, aliwateka na wengine aliwaua na kuwaondoa katika uso wa dunia. Sasa so, waliokuwepo na waliobaki walianzisha movement yao iliyojulikana kama Zionism, ambao Zionism hiyo ni kwa ajili tu ya kuwaleta pamoja wana wa Israel. Miaka iliyofuata baadaye, wana wa Israel waliungana pamoja na kutengeneza taifa moja ambalo ndiyo Israel ya sasa hivi, yaani Israel anaona sasa hivi ilitokana na Zionism. Sasa kilichopo sasa hivi, kulingana na tafiti mbalimbali za ulimwengu na tafiti mbalimbali za dunia, inasemekana kwamba wana wa Israel sasa hivi wamekuja na mpango mkakati wa kutaka kuishikilia dunia. Yaani miaka ijayo, wanataka dunia iongozwe na Israel, makao makuu ya dunia yawepo pale Yerusalem, mji mkuu wa Israel, ambapo inasemekana kwamba wameanzisha mbinu na mikakati mbalimbali ya kutaka kuanzisha sheria ambazo zitakuwa zinaiongoza dunia kama ilivyokuwa kwa sasa Marekani na mataifa mengine makubwa yanatoa sheria za kuongoza dunia. Basi Israel na yenyewe wana ndoto kama hiyo. Basi tusubiri tuone watafikia wapi na watafika eneo gani, maana hili ni taifa ambalo lina nguvu sana katika dunia hii. Wenda wakafika wen, wenda wakafanya ambacho wanataka kukifanya. Tukutane kwenye comment section, lakini pia sisi tunaitwa Jungle TV International na mimi hapa ni Rodney Stewart.